Mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa ameitaka serikali ya Marekani kuondoa vikwazo ilivyoviweka siku ya Alhamisi dhidi ya majaji wanne katika Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC. Katika taarifa yake, Voka Turke alisema mashambulizi dhidi ya majaji yanakwenda kinyume moja kwa moja na kuheshimu utawala wa sheria na ulinzi sawa wa sheria, maadili ambayo Marekani imesimamia kwa muda mrefu. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio alitangaza za vikwazo hivyo siku ya Alhamisi kwa kile alichosema kuwa ni kinyume cha sheria kulenga Israeli na Marekani. Vikwazo hivyo ni kuijibu mahakama ya ICC hatua ya yake ya kutoa hati za kukamatwa kwa maofisa wakuu wa Israeli ikiwemo Benjamin Netanyahu na uchunguzi wake kuhusu uhalifu wa kivita wa Marekani nchini Afghanistan. Turki alisema amesikitishwa sana na vikwazo hivyo na kutoa wito viangaliwe upya mara moja na kuviondoa. Majaji wanne waliotajwa ni wanawake wote, akiwemo Solomon Bulingi Bossa wa Uga Luis Deli Kamen Ibanaze Karanza wa Peru, Rein Adelaide Sophie Alapini Gaso wa Benin na Betty Hola wa Slovenia. ICC imejibu katika taarifa yake ikisema kuwa inachukizwa na vikwazo ambavyo ni jaribio la wazi la kuhujumu uhuru wake. Hatua hizo zinahitaji mali na maslahi yote yanayomilikiwa na majaji nchini Marekani yazuiwe na kuripotiwa kwa idara ya hazina.